Mama yake Priscilla Iyabo Ojo tayari ameshatua jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia ile harusi ambayo itakuwa ni fainali ya JP 2025. Harusi ambayo watu wengi wamekuwa wakisema kwamba harusi mbona zimekuwa nyingi, lakini kwa upande wake Jux kama ambavyo alishatuambia kwamba hatokuja kufunga ndoa tena kwenye maisha yake, na tunafahamu kwamba ilifanyika nchini Nigeria ilikuwa ni kubwa, na hii wametuambia itakuwa ni kubwa zaidi. So tutegemee kuona celebrities wengi kutoka nchini Nigeria, lakini pia kwa hapa hapa nchini Tanzania, viongozi wengine mbalimbali kama ambavyo alituahidi Jux kwa kusema kwamba ana watu wake hapa nchini Tanzania. Jux ana rafiki zake, lakini pia wafanyabiashara na watu mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania. So isingependeza kwamba aishie nchini Nigeria na anaweza kuimalizia hapa nchini Tanzania ili wengine pia waweze kuhudhuria harusi yake ambayo aliweza kusema kwamba hatokuja kufanya tena kwenye maisha yake yes. So, tusubiri kuona kile kitakachotokea tarehe ishirini na nane pale Superdome Masaki na watu wengi wameshafika, tunaona pale kupitia ukurasa wake Instagram jana. Rafiki yake Priscilla n ameshafika nchini Tanzania na drama zake kama kawaida, na n ni moja kati ya watu ambao wameweza kujizolea umaarufu mkubwa sana na kupendwa na watu kutoka hapa nchini Tanzania kutokana na content zake, lakini pia vibe lake ambalo analo. Yes, so tutegemee kuona mengi kwenye JP2025 final wedding. Yes, wote tuweze kuweka akilini hii kwamba hii ni harusi ya mwisho ya Jux, kwa hiyo tumwache aweze kufurahia mpaka pale ambapo roho yake itaridhika. Una maoni gani kuhusiana na hiki Drop your comment, lakini pia usiweze kusahau kusubscribe to our YouTube channel, click on the notification bell ili usiweze kupitwa na chochote kutoka kwetu. See you guys in the next one.